Bwana inakuwa ni aj mbele tu Mr. Mamen bwana, na hii ni 96 Link. Tumekuja hapa kwa bingwa magari used, na hapa mbele nimesimama nikiwa huko, kuna Audi mkonongo kulia, lakini pia pia kuna Audi mkonongo wa kushoto. Sasa leo tumekuja kwa bingwa magari used hapa, tunataka kufahamu bana haya magari ya Audi kama vile ambavyo alituambia Ndaro. Je, yeah. milioni hamsini na tano tunaziona au milioni ishirini kama ambavyo, ishirini na tano kama ambavyo alisema bingwa wa magari used, kwa tukawa hapa live kwa ajili ya kufahamu hilo. So swala zungumza naye maili matatu tunataka tujue, ipi mwaka wa mbele iki mwaka wa nyuma. Bingwa vipi mambo? Oh, vipi vizuri, namshukuru Mungu, asante, mwaka mpya kwa safi ah, kabisa, kila kitu kinakwenda vizuri. yes, ndio, ndio maana tumesoma mbele ya Audi hapa hmm. na of course video yako imekuwa ina trend uh, ambayo imeunganishwa kati ya video yako na ya Ndaro Kashangaa imekwaje tena? <laughs> <laughs> yeah. eh, yeah. yeah. yeah. so, so, kwa mujibu wa Ndaro anasema amenunua gari yake aina ya Audi shilingi milioni hamsini na tano na akasema gari za aina yake ni milioni hamsini na tano mpaka milioni hamsini na nane hamsini na saba Video yako imeshuka kabisa, milioni ishirini na kitu asa tunataka tupate uhakika sasa. Je, yeah. Bei za hizi gari ni kiasi gani haswa? Unajua, <laughs> nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa hapa mjini mjini ush kwenda kununua nguo Karume, yeah. Sasa hivi maswala ma, ya magari yamekuwa kama, kama nguo tu, ni kwamba watu wengi wanauza magari, kila mtu anauza magari. Sasa kuuza magari nategemea nayo jinsi ulivyoenda sawa eh? No, inawezekana kashika t-shirt Weye akakwambia bwana hii t-shirt elfu ishirini e, mwingine akaja kamba elfu hamsini akanunua sawa eh. Kwa mimi kwenye kwenye, kwenye magari mimi sikujua hata kama kuna ndala ile inua no hiyo gari milioni ya 50 na kitu. Mimi nimepost ishirini na tisa. Lakini nilipopost, takuta watu wengi, nikashangaa, nikaja kufuatilia, nikaona kumbe ni swala la bei watu wanadiscuss. Okay. Eh hey. Lakini kutukwsema uhalisia kwamba bei ambayo amesema eh hey, mimi sina uhakika ila kila mtu ana bei zake, hata mkaniuliza yeah. Hapa nikakutajia ila yeah. Siwezi nikathibitisha kwamba bei alizosema e, yeye yeah. ndo ziko hivyo hivyo, hapana mm. Bingwa wa magari used. Kuna swali ambalo Ndaro ameuliza kwenye ile comment ya post ya Bongo Trend, anasema tukuulize gari ya mwaka gani huenda yaka yeye milioni ishirini na tisa, labda ya mwaka wa nyuma kuliko lonua yeye elfu mbili na kumi yeah. na yeah. tano Milioni ishirini na tisa na laki nane, tajiri elfu mbili na kumi na tanoembilina. Sasa eh, tuamini kipi hapo, bingwa wa magari used? Kwa sababu hujue watu wengi wanaweza wakaaminishwa kwamba, bana igari aina Audi thamani yake ni shilingi hiyo watu wanaongea tu wanaongea tu, gari zozote najua. Ndio maana nikakutolea mfano ule wa, wa mara kwanza, lakini mimi nimekwambia bei zangu, amna mtu mwingine anazoiga kwamba hii ni milioni 29 na laki nane ya mwaka juu kabisa. Hata kama ingekuwa mpya nisingeuza hata hiyo milioni 55, eh, mambo ya biashara bwana. Ndio nikiangalia hii nikiangalia na Audi hii, naona kama kuna tofauti. Hii ni ya mwaka juu hapa, yeah, hii ina inakuwa ina 2016 kuza elfu mbili na kumi na tano utofauti huko yani, mwonekano option kila kitu. Sasa yandaro ni hii hapa, inaonesha tisa. Na natokea mkaguzi, nataka kukagua kwamba bana, ili athibitishe kwamba yandaro hii mwaka wa mbele au mwaka wa nyuma, tuangalie kipi zaidi, aje yake gari aangalie option zake, hata kwenye video picha mbele ni ile ile tani vile yakiangalia hata ndani pale kuna video moja kashukia, unaona ni vile vile. Picha ni zile zile, buti la umeme ni vile vile. Yeye mwenyewe aje, yaani ni kitu kile kile. Sema sasa kila yeye mwenyewe usitaki kuingia tu biashara za watu, yeye mwenyewe ndio anaamua kupresent kwamba amsina um, kitu siweze kataa. Hata angesema milioni mia lakini mimi nimekuja kwenye walihisia kwamba ni milioni ishirini na tisa uh, laki nane, tajisa, e, e, kumbilia, na kuna watu wengi wakawa wamekukimbilia na wamehisi pingine Audi Audi kombe ni affordable kwa sababu milioni ishirini na tisa ni bei ambazo hata gari zingine zipo hivyo. Yaani, Audi imepo thamani kwenye milioni hamsini na tano eh ni bei ya kawaida. Hamna gari ambayo ni thamani kubwa, ni kawaida tu, mm, mtu yote, ah, nam, nam, nam, msiogope, tu Mm, lakini kwenye kwenye upande wake niko sawa, si msanii kwa ay, kama msanii eh ay, yeah. Ache na yeye yeah, ajipresent kwa sababu, so, sio jambo la kawaida kumiliki gari eh, lakini amemiliki ni jambo la eli, mimi sina sina sina sina baya. Yeye yeah, amefafanua, amesema sijui bei ya kununua, sijui plus malipo, sijui mambo ya usajili, ndio imefika hiyo hela, sijui ni ukweli, kwani yeye ndo amenunua au amenunua sehemu amenunua <cohi> sehemu <say. laughs> sasa anajiwaje mama ndio maana nakwambia tu ni mtu anaweza tu akapresent deal anavyoweza, ila si kwamba tunadili na magari, tunaongea gari kutokana na, na uhalisia kwamba hii gari iko hivi na hivi na hivi. mm. kwa sababu hiyo gari hata kama ukisema gari mpya ambayo imelipiwa usajili hajasajiliwa, mimi niko nayo hapa mwaka juu, ukinipa milioni arobaini na tano njoo chukue gari. Yaani kwamba yeye mwaka wa juu milioni arobaini na tano arobaini na tano tu yeye, hapo yeye mwaka wa chini hamsini na tano Ah, sasa sitaki kujua hayo mambo ndo <laughs> hivyo bwana, kiufupi si tuampa ongera basi maisha mingine aendelea mm. yeah. Lakini mi nachoamini mtu yote anaweza ukamiliki gari yeah. eh, eh, amekuwa tishio wachekeshaji wote, ameko na kava ameweka kwamba gari zingine zote, amna mtu yote anamiliki gari bwana mm, yani ingekopo hivo tishio. Tishio mimi sipendage watu wawatishia watu o kama naweza kuliposti gari za wasanii ambayo iko hivi sema sinaonaga kama yaende mbayo mm. Kwa tafsiri hiyo, ubingo wa magari utakuwa unapigwa vita sana na wafanya biashara wenzako wa magari fulani fulani, na laki nane tu vitu e, yeah. Vingine vivyo vile kwa sababu ukianza kuweka nini tamaa na mambo mengine, maisha yanakuwa yanafanyaje? Hayaendi. Ndio tunashirikiana lakini, kila mtu ana utokaji wake kwenye mambo ya biashara. Labda naongeza sifuri mbele, manake nakwasia nyoka. Bado mimi ni nyoka, sieke sifuri mbele, aa maisha mm, yaende basi, ndio maana watu wanachonipendea mimi. Kwa hiyo mnaje hata zinipende na bibi sinyoke, ila mimi nimenyoka kwamba wazisia uko mm, hivi na kuna gari nyingi ambazo sasa hivi nitaziposti wenyewe, mtashangaa, utasema jamaa wanatengeneza pale kwake eh, lakini kila kitu fresh kabisa. sawa sawa, hawakupigia simu kwamba bwana mkubwa usinyoke bwana, tukosesha wateja huko. Ah, hiyo inatokeaje? Lakini sasa mshasiku ama twende kwa wazisia, mmm, kila mtu hapa anapambana. Sasa nikaanza pinda pinda inakuwa sio mwenye, usingekuja kama ningekuwa na pindapinda eh, kwa ndo hivyo mmm. Watanzania walishtuka pia na comment kwenye ile post ya Bongo Trend baada ya wao kusema gari ni shilingi milioni 29. Kuna mtu akaja akacomment pale akasema, ah si ndo gari hii ambayo Ndaro alisema ina milioni 50 na kuendelea. Sasa tunataka tuwatoe hofu ah, baadhi ya wateja wanunuaji wa magari, je, akienda kununua gari vitu gani hususan gari hizo vitu gani azingatie, ili asichapwe kwa sababu inawezekana kuna mteja pengine akasema bana, mimi nitakanunua sehemu nyingine, pengine bani mbali na na na, kuna kupata bingwa magari, hizi vitu gani azingatie? Mimi kwenye walisia, aenda kununua gari angalie soko tu linale na na kwenda vipi. Sawa, kama gari sehemu kauta milioni kumi, ajaribu kutafuta sehemu nyingine wanauza hivyo sawa. Eh e, ukiona bei tofauti tofauti ujua hapo kuna upigaji fulani. Yaani unakuta gari moja unaitafuta kwa kuta milioni sitini. Huko alikuta milioni na arobaini. Huko sasa hivi, hapo sasa wewe ndio unatakiwa utulize, uangalie yupi kanyoka basi. Lakini kitu cha muhimu kuangalia kwa kwamba nani unafanya naye biashara. Umenipata eh? Kufanya wewe, nani unafanya naye biashara, ijalishi yuko hivi na e, hivi. Kwa sababu hata wateja mimi wengine washakuja na mimi, kama bana, nimeenda sema kuna gari umeiposti, mimi nimeenda kuuza bei mara mbili yake. Sasa mambo mimi mm, sio tu hataki na tetea ja hivyo napoteza wateja, mteja anaona bora ajizishe nje mwenyewe moja kwa moja, huku si tunaruzi. Lakini ukiwa umenyoka watu anakuja mbao ananua. Tupe mshauri basi msanii wetu Ndaro, kuhusiana na gari yake, gari nzuri sana ile gari ke, kiamea kukimbia unakimbia, na kwenye michezo iko vizuri ile, kama unatembea ukakuta watu ishirini mbele, unaweza ukaweka kulia ukawavuta ukarudi kushoto ukaondoka. Gari moja nzuri sana, luxury safi, imetulia. Cha muhimu tu service azingatie basi, asije baadaye tuja kuliuza hapana. Laki nane tajiri, lakini kila kila laeli bwana, kumiliki gari, namuomba Mungu. Kuna kirediyo alikomment pale ya Ndaro ya ni Audi sio Abiudi, ni maneno tu, kwa sababu automatically ile gari na hii aina tofauti, wala hamna gari ambayo <laughs> inaitwa Abiudi. Kwa hiyo ni yeye tu mwenye. Hey, nilipata, eh. a yeah. ni maneno tu yani, maneno tu ambayo yapo, lakini hakuna kipengele mm, kipengele wa jacho wao. Mimi nataka tumalize na hii elfu mbili na ishirini na sita mwaka mpya ndio kwanza tupo Januari hapa, bingwa wa magari used.

watu hmm, wanasema sisi hatununui gari bila kuwepo na laki nane. Sisi tunaitaka <laughs> hivyo <kare indo> hoopale ndio uhakika, lakini <laughs> <laughs> yeah, ndio hivyo bwana, namshukuru Mungu maisha yanaenda. So, mm, naomba ushauri kwa vijana ambao wanatamani kumiliki magari. Uh, wa na wanahisia mambo ya magari ni magumu sana pengine mtu ujipange vya kutosha mpaka umiliki gari labda uwe na maakaunti benki na nini bana. Uh, mi ndio mkombozi wenu no? Na kila siku naambieni, mimi ni kijana mwenzenu. by the way, mimi katika vijana ambao nilikuwa sina hela, lakini nilikuwa nabadilisha sana magari kwenye background yangu. Kwa hiyo mina, mimi naamini kila mmoja anaweza kumiliki gari, hicho tu ni process. Ndio maana kiasi kuna paka mda mwingine anarahisishia, naambia kuna kulipa kidogo kidogo kido, siku kuna exchange siku kuna nini cha mimi kuja usini, utamiliki gari kwa namna yoyote. Na mimi bei zangu zote zimekufa, mmeziona eh, kwao nakuja na miliki gari. Unavimba kama ukitaka kutia plate namba hapo ya jina unaweka, na unavimba ndio maisha yako jinsi yalivyo, kama alivyofanya Kinanda, ah unaweka tu mm. Ni kweli kabisa. Wewe unakaa hapo, natamba, baadae unavua unakuja na unasema bwana, gari mimi nilinunua milioni tisini. Hamna shida, Mungu endelee kulinda bwana, unachokifanya najua vita kwa wafanyabiashara wenzako hey, ni hatari ni hatari, lakini ndio hivyo maisha yanaenda. Ndio nasikia la kheri, bamekutakie biashara njema, amna shida, shukrani sana, ndio eh.